Mwaka huu tunaadhimisha Siku ya Mwanamke Duniani ikiwa sio tu miaka thelathini tangu kutolewa kwa tamko la Umoja wa Mataifa kule Beijing lililoweka misingi ya utekelezaji wa haki kwa mwanamke na mtoto wa kike, bali pia tukitimiza miaka kumi ya uwepo wa maendeleo au malengo ya maendeleo endelevu na miaka mitano ya vikwa na kizazi chenye usawa. Hivyo, hii ni fursa ya kutathmini mafanikio yetu leo tuliyoyapata. Hatua zaidi zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba kila msichana na mwanamke hapa nchini anapata nafasi ya kufikia ndoto zake. Ni vyema tungane pamoja katika kuhakikisha kwamba mabadiliko tunayoyahitaji yanapatikana. Ndugu zangu, binafsi nilibahatika kushiriki mkutano ule na nilivutiwa sana kusikia kwa wakati ule kwa mkutano huo wa kihistoria unaongozwa na mama mwanamama shupavu kutoka Tanzania, balozi Gertrude Mongella. Kupitia uongozi wake, Tanzania ilitoa mchango sahiki na kuwasha mwenge wa matumaini ulioleta mageuzi makubwa kwenye haki za wanawake tena sana kwa mchango wake mkubwa. Leo hii miaka thelathini baadaye, pamoja na matamko mengine ya kimataifa, na furahi kusema kwamba hatua mbalimbali za kisera na kisheria zimechukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa katika kupambana na mila kandamizi na ubaguzi kwa mwanamke na mtoto wa kike. Watanzania wake kwa waume waliunga mkono maamuzi na sha mwanamke katika kipindi chote hicho, hali iliyowezesha nchi yetu kupiga hatua kubwa katika usawa wa kijinsia.